Wewe maskini, umeshafanya kazi zote ndio uketi hapa kutazama TV? Hii si nyumba ya mama yako, ondoka haraka kabla nikupige. Mara nyingi mahitaji ya mioyo yetu hutulazimu kuvumilia maumivu makali kwa matumaini ya kupata tu tone la faraja. Lakini kwa nini, kwa nini binadamu anapofanikiwa humkandamiza maskini badala ya kumwinua? Je, tumepoteza utu? Tumepoteza huruma? Sikiliza kisa hiki cha huzuni, kisa cha mama mmoja aliyemtesa mtoto wake wa kumzaa bila kujua kuwa ni damu yake mwenyewe. Alimfanya mtumwa, alimlaumu, akamlilia, lakini mwisho aligundua ukweli ambao ulimvunja moyo e. Ni simulizi la uchungu, la kifundo na la msamaha. Mwanangu, nisamehe, sikujua kuwa wewe ni mtoto wangu. Neema wangu, nisamehe. Nora alisimama nyuma ya nyumba ya kifahari, machozi yakimtiririka polepole kama mvua ya asubuhi ya masika. Mikono yake ilikuwa imejaa mabaka ya sabuni na maji ya barafu, miguu yake ikiwa na michubuko midogo iliyotokana na sakafu ya baraza la nyuma ambalo alikuwa ameliosha mara mbili siku hiyo. Alikuwa amechoka sana, lakini bado kazi zilikuwa hazijaisha. Nora alikuwa mfanyakazi wa ndani katika nyumba ya Bi Zawadi na mumewe Baraka. Nyumba yenyewe ilikuwa ya kupendeza, madirisha makubwa ya vioo safi, bustani ya maua ya waridi na paa la rangi ya dhahabu lililong'aa jua lilipochomoza. Lakini uzuri wa nyumba haukuwakilisha uhalisia wa maisha ndani yake, hasa kwa Nora. Kila siku ya maisha yake ndani ya nyumba hiyo ilikuwa kama adhabu isiyo na mwisho. Alikuwa anamka kabla ya alfajiri, kabla hata ya jogoo kupiga. Kazi ya kwanza ilikuwa kufagia bustani kubwa hadi pembezoni mwa ua, akikusanya majani yote yaliyodondoka usiku kucha. Halafu aliingia jikoni ambapo alitakiwa kuosha vyombo vyote vya jana usiku, vingi vikiwa na mabaki ya chakula yaliyokauka kama gundi. Baada ya hapo alilazimika kuandaa kiamsha kinywa cha familia: chai ya maziwa kwa Bi Zawadi, uji wa ulezi kwa binti yao mdogo na kahawa nzito kwa Bwana Baraka. Hakuruhusiwa kukosea hata kidogo. Siku moja alisahau kuweka sukari kwenye uji wa binti yao, na Bi Zawadi alimchapa kofi kali mbele ya familia nzima, huku akimwita msenge wa bahati mbaya. Nora alipomaliza kazi za asubuhi hakupata nafasi ya kupumzika. Aliendelea kuosha nguo kwa mikono, akipiga maguo mazito ya bwana na bibi wake kwenye beseni kubwa la plastiki. Kila nguo ilipaswa kutandikwa kwa uangalifu, na Bi Zawadi alikuwa na kawaida ya kupitia kila vazi moja baada ya jingine, akitafuta doa au kasoro ndogo ndogo ili kupata sababu ya kumkaripia. Hii blausi yangu ya silk mbona haijanukia kama kawaida? Huna pua, Nora? Hujui kunawa nguo za wenye nyumba? Alimkaripia siku moja kwa hasira, akimrushia chupa ya sabuni ya kufulia kwa Nora. Kila kona ya nyumba hiyo ilikuwa kama gereza lenye taa nzuri. Alijaribu kuhimili kila siku, akiamini kwamba labda kesho ingekuwa bora lakini kesho haikuwahi kuwa tofauti. Bi Zawadi alikuwa mkali, mjeuri na mnyanyasaji wa hali ya juu. Alimfanya Nora kuhisi kama takataka isiyo na thamani. Hakuna siku aliyomwambia asante, ya badala yake, alimtazama kwa dharau, kana kwamba hakuwa binadamu. Alimzuia kuwasiliana na watu wa nje. Alimwambia kuwa hakustahili kupewa simu kwa kuwa mtu wa aina yake hawezi kuwa na mawasiliano ya maana. Lakini cha kuhuzunisha zaidi, siyo kazi nyingi wala matusi yaliyomuumiza Nora zaidi, ni ahadi aliyokuwa amejiwekea moyoni mwake. Aliahidi moyo wake kwamba kila tone la jasho lingekuwa mchango wake kwa Bi Maria, mama mzee aliyemwokoa alipokuwa mdogo baada ya mafuriko kumtenganisha na familia yake. Bi Maria alikuwa maskini lakini alimlea kwa upendo mwingi. Wakati Nora alipata nafasi ya kwenda mjini, aliapa kwamba angelifanya kazi kwa bidii ili kumrudishia mama huyo malipo ya moyo wake. Lakini mwaka wa kwanza uliisha halafu wa pili, wa tatu hadi wa tano. Hakuna hata siku moja aliyowahi kulipwa mshahara. Kila alipojaribu kuuliza, Bi Zawadi alimkazia macho kwa kejeli: mshahara gani? Unakula hapa, unalala hapa. Ungekuwa huna sisi, ungekuwa wapi? Na kwa hofu ya kufukuzwa kazi, Nora aliendelea kuvumilia lakini kila siku alipolala chini ya dari la stoa ya nyuma alifunga macho yake na kumwona Bi Maria; uso wake wa upole, mikono yake iliyochoka lakini yenye huruma. Kila mdomo wake ulipokauka kwa kiu mjini, alikumbuka maji ya mtungi yaliyomsubiri kila jioni nyumbani kwa mama huyo mzee, na hivyo alizidi kuvumilia. Mara kwa mara Bi Zawadi aliwaita wageni wake wa kifahari na kumtambulisha Nora kwa kejeli. Huyu ni Nora, msichana wa kazi. Tulimtoa kijijini. Si lolote, lakini analeta msaada wa aina fulani. Nora alilazimika pia kuwasafishia wageni miguu yao, kuwapikia na kuwatandikia meza wakati wa sherehe zao za kifamilia. Kila mara alisimama pembeni, macho yakiwa na huzuni, akitazama walivyocheka na kula vyakula ambavyo yeye hakuwahi kuonja hata mara moja. Katika siku za jua kali, alitakiwa kufua mazulia ya ndani ya nyumba kwa mikono huku jasho likitiririka na maji ya sabuni yakiunguza mikono yake. Usiku, alienda kulala sakafuni kwenye godoro bovu lililowekwa kwenye stoo ya nyuma karibu na panya na mende. Alilala akiwa amebeba maumivu, matumaini na imani kwamba siku moja atatimiza ahadi yake kwa mama aliyemlea. Lakini licha ya haya yote, Nora hakuwahi kulalamika. Alijua maisha si ya haki lakini aliendelea kustahimili. Kitu kimoja tu kilimfanya azidi kuishi siku baada ya siku, ndoto iliyojificha moyoni mwake, ndoto ambayo hata yeye mwenyewe hakuwa anaielewa vizuri. Kulikuwa na hisia ya kwamba maisha yake yalikuwa na maana zaidi ya unyanyasaji huu. Na wakati huu alipokuwa amesimama nyuma ya nyumba hiyo ya kifahari, machozi yakitiririka, hakujua kuwa jibu la ndoto hiyo lilikuwa karibu zaidi kuliko alivyodhani. Siku ambayo ukweli ungetoka gizani na kuangaza maisha yake ilikuwa njiani. Na wakati huo ungefika, kila jeraha, kila tone la jasho kila tusi alilovumilia lingepata jibu lake. Mwana Zawadi mp. hakuwahi kujua kuwa Nora, msichana wa kazi aliyekuwa akimtesa kila siku, ndiye alikuwa mtoto wake wa damu. Hakuna aliyeweza kufikiria hivyo, wala Baraka wala watu wa familia wala hata Nora mwenyewe. Lakini muda ulikuwa karibu kufichua kilichojificha ndani ya miaka mingi ya huzuni na ukimya. Turudi nyuma miaka kumi na tano iliyopita, Baraka na Zawadi walikuwa wachumba wapya waliopendana kwa dhati. Walifunga ndoa ya kifahari iliyosifiwa na wengi. Ukumbi wa harusi ulikuwa umejengwa kijijini katikati ya miti ya miembe na mikungu, ambapo mapambo ya tausi wa karatasi, mishumaa mirefu na maua mekundu yaliangaza hewa ya furaha. Wageni walifika kutoka miji mbalimbali kushuhudia ndoa hiyo ya kipekee. Wimbo wa harusi ulipiga kwa vishindo na wanandoa wapya walicheza kwa furaha isiyo na kifani. Mama wa Zawadi, mama Shukuru, alimpa zawadi ya pekee, bangili ya dhahabu iliyochorwa majina ya ukoo wao kwa maandishi ya Kiarabu pamoja na maneno rehema ya milele. Alimwambia, hifadhi hii vizuri, usiku utakaoja utahitaji hii bangili zaidi ya unavyofikiria. Zawadi aliitunza bangili hiyo ndani ya sanduku la dhahabu lililowekwa ndani ya kabati la chumbani. Aliahidi ndani ya moyo wake kuwa atampa mtoto wake wa kwanza, iwe ni msichana, hiyo bangili kama kumbukumbu kumbu ya ukoo, upendo na uzuri wa urithi wao. Mwaka mmoja baadaye walibarikiwa na mtoto wa kike mrembo aliyepata jina la Neema, jina lililochaguliwa kwa maana ya furaha waliopewa baada ya maombi na subira. Alikuwa mtoto mwenye macho makubwa ya miale ya jua, ngozi laini kama ngozi ya parachichi na tabasamu la kung'aa lililomtoa machozi Baraka kila alipomtazama. Walimpenda sana, walimhifadhi kama kifaa cha thamani. Zawadi alimwonyesha bangili ile siku ya arobaini, akaiweka juu ya kabati akisubiri siku rasmi ya kumpa. Hakujua kuwa huo ungekuwa mwisho wa ndoto yake ya kulea mtoto huyo mwenyewe. Siku moja wakati wa msimu wa mvua kubwa, familia hiyo ilikuwa imesafiri kijijini kwa shughuli ya kifamilia. Kulikuwa na mvua ilionyesha kwa siku kadhaa mfululizo. Lakini Zawadi na Baraka walikataa ombi la mama ya Zawadi wa kusubiri hadi hali itulie. Walikuwa na haraka ya kurudi mjini kwa shughuli za kazini. Waliondoka alfajiri, Neema akiwa amelala kifuani mwa mama yake ndani ya gari. Baraka aliendesha taratibu lakini mvua ilikuwa kali sana na barabara zilikuwa zenye tope na maji yaliyofunika hata alama za barabara. Giza la asubuhi, upepo mkali, na mvua ya kushuka kwa nguvu vilifanya uelekeo upotee. Wakiwa katikati ya daraja dogo lililokuwa limejaa maji, ghafla mto uliokuwa umetulia wiki moja iliyopita uliribuka kwa hasira. Maji yalifurika kwa nguvu yakivunja daraja kama karatasi. Gari liliteleza likazungushwa kama kipande cha majani kisha likazama ndani ya mkondo wa maji yenye matope. Kilichoendelea ni taharuki. Baraka alipambana kufungua mlango wa gari huku maji yakizidi kupanda ndani. Zawadi alipiga kelele kwa hasira na hofu akimshika Neema kwa nguvu. Walikuwa ndani ya maji ya baridi kupita kiasi yakigonga miili yao kama mijeledi. Watu waliokuwa karibu walikimbilia, wakapiga kelele, wakatupa kamba, wakakimbia na magogo. Waliweza kuwavuta Zawadi na Baraka nje ya gari kwa msaada wa kamba zilizotupwa na vijana waliokuwa kandoni mwa mto. Lakini wakati Zawadi alipoangalia kifuani mwake, Neema hakuwepo. Mtoto huyo alikuwa ameshanganywa kutoka mikononi mwa mama yake na mto uliokuwa na ghadhabu ya asili. Ilikuwa kama ndoto mbaya. Alilia. Alipiga kelele. Alikimbia kando ya mto akiwa amechanganyikiwa, akipiga magoti na kulia kwa sauti, "Mtoto wangu Neema wangu." Watu walimzuia asiruke mtoni. Baraka akiwa na damu usoni na mkono uliovunjika, alishikilia mkewe akijaribu kumbembeleza, lakini Zawadi hakusikia kitu chochote. Mawimbi ya maumivu yalizidi mawimbi ya mto wenyewe. Usiku mzima walikaa kando ya mto wakiomba muujiza. Maiti hazikuonekana. Hakukuwa na chembe ya vazi la Neema wala sauti ya kilio chake. Polisi walikuja, wakapiga picha, wakaandika ripoti. Baadaye walihitimisha kuwa mtoto alikufa maji. Zawadi alizimia. Baraka alilia kama mtoto. Walirudi nyumbani mikono mitupu, roho zao zikiwa zimevunjika vipande vipande. Mwaka mzima ulipita bila furaha, bila mazungumzo, bila tumaini. Kila usiku, Zawadi aliota akiwa anasikia sauti ya Neema ikilia mbali, lakini alipoamka ilikuwa kimya. Lakini siku iliyofuata baada ya ajali hiyo mbaya, mbali kabisa na pale tukio lilipotokea, mama mmoja mzee aliyeitwa Maria alikuwa akitembea kando ya mto akitafuta kuni. Alikuwa mjane, mzee aliyekuwa akiishi peke yake katika kijiji kidogo kilichoelekea msituni. Maskini wa mali lakini tajiri wa huruma. Wakati akipita chini ya kivuli cha mti wa mkuyu alisikia sauti ndogo sana nyembamba kama ya paka mdogo. Alisimama, akatupia jicho kando ya mto, na hapo alimwona mtoto mchanga akiwa uchi, mwili wake umekunjamana kwa baridi, lakini alikuwa bado hai. Hakuwa na nguvu za kulia kwa sauti, ila pumzi yake ilijieleza kwa mwendo dhaifu wa kifua chake kidogo. Mama Maria alipigwa butwaa. Alimkimbilia, akamwinua kwa mikono yake iliyokuwa imetetemeka. Hakujua mtoto huyo ni wa nani. Hakukuwa na watu karibu wala ishara yoyote ya familia. Hakukuwa na chochote kilichomhusisha mtoto huyo na mtu yeyote, isipokuwa bangili ndogo ya dhahabu iliyokuwa imebanwa mkononi mwa mtoto huyo. Aliweka kitenge chake, akamfunika, akambeba kwa kifua chake, kisha akatembea umbali wa kilomita tatu hadi zahanati ya karibu. Walimpokea mtoto huyo akiwa na hali mbaya ya baridi mwilini na upungufu wa maji. Madaktari walimweka kwenye joto na wakampatia huduma ya haraka. Baada ya siku tatu, mtoto huyo alianza kucheka. Mama Maria akachukua jukumu la kuwa mlezi wake, akamwita Nora, kwa maana aliamini jina hilo lilimaanisha mwangaza mpya, mwanga aliyopata baada ya miaka mingi ya upweke ingawa hakuwa na kipato alimlea Nora kwa upendo mwingi. Alimlisha kwa uji wa mtama na mboga za shambani. Alipokuwa mkubwa, alimfundisha kuosha vyombo, kuvuna kuni na kupika. Wakati Nora alipofikisha umri wa miaka saba, mama Maria aliamua kumpeleka shule ya msingi ya kijiji cha jirani. Alimnunulia sare ya pili mkononi na madaftari mawili pekee. Nora alisoma kwa bidii akiongoza darasa lake licha ya ukosefu wa vitabu. Alikuwa na akili ya kipekee, mwenye nidhamu na huruma. walimu wake walimpenda sana. Hi lakini maisha hayakuwa rahisi. Mama Maria alipofika uzeni zaidi, alianza kuumwa mara kwa mara. Kilimo hakikutosha tena. Wakati Nora alipofika kidato cha pili akiwa na miaka kumi na tatu, alilazimika kusitisha masomo yake kutokana na ukosefu wa karo. Ilikuwa maumivu makubwa kwake. Alilia usiku mzima akiwa amejifunika shuka. Asubuhi iliyofuata alimkumbatia Mama Maria na kumwambia, nitakwenda mjini, nitafanya kazi yoyote, nitakutumia pesa. Nitaendelea na masomo yangu baadaye. Hapo ndipo safari yake ya kwenda mjini ilipoanza, akiwa na viatu vilivyotoboka, mfuko wa plastiki mkononi na tumaini kubwa moyoni. Alipofika mjini, Nora alibahatika kupata kazi kwa Bi Zawadi. Aliingia kama mfanyakazi wa ndani, kimya, mnyenyekevu na mwenye matumaini. Lakini siku chache tu baada ya kuanza kazi, mateso yakaanza. Siku moja, Nora alikuwa jikoni kama kawaida yake, akiandaa chakula cha jioni. Hali ya hewa ilikuwa tulivu, lakini moyoni mwake kulikuwa na mshindo wa mawazo. Alikuwa kimya, akijituma kama alivyofundwa na kulelewa. Lakini siku hiyo kulikuwa na jambo tofauti. Alikuwa amevaa bangili shingoni mwake ile ya dhahabu ya kipekee, bangili ambayo Bi Maria alimwambia alimkuta nayo siku aliyemchukua akiwa mchanga kando ya barabara ya mtaa wa mbali. Kwa miaka yote aliyoishi kwa Bi Zawadi, hakuwahi kuivaa bangili hiyo wazi wazi. alikuwa akihifadhi kwa heshima kama kumbukumbu ya sehemu ya maisha yake ambayo hakuwahi kuielewa kikamilifu lakini siku hiyo alihisi nguvu ya ndani, hamu ya kuivaa, kana kwamba kuna jambo lilimvuta kuivuta tena kwenye mwili wake. Alikuwa ameinama akiandaa mboga jikoni, bangili ikining'inia wazi, kwa mapenzi ya bahati mbaya. Ghafla, bila taarifa, Bi Zawadi aliingia jikoni kama kawaida yake, macho makali, akitafuta kosa au sababu ya kumkemea Nora, kama ilivyokuwa desturi yake. Lakini muda huo hakusema chochote. Macho yake yaliganda moja kwa moja kwenye shingo ya Nora, alikiona kile kitu, ile bangili, ile bangili aliyoiagiza miaka mingi iliyopita, ile aliyokuwa amempa binti yake mchanga kabla ya safari yao ya mwisho, safari ambayo iligeuka kuwa ya majonzi. Nora alipogeuka, walitazamana macho kwa macho. Zawadi aliduaa, midomo yake ilifunguka, lakini hakuweza kusema neno alinyanyua mkono na kuelekeza kidole kwa bangili ile, lakini bado sauti haikutoka. Akaanza kutetemeka, akapumua kwa nguvu, kisha akageuka taratibu, akatoka jikoni kimya kimya. Miguuni mwake palikuwa kana kwamba ni mzigo wa mawe, alitembea kwa shida hadi sebuleni ambapo Baraka alikuwa ameketi akisoma gazeti. Baraka e. Baraka e! sauti yake ilikuwa dhaifu lakini ya dharura. Baraka alinyanyuka haraka akimtazama kwa wasiwasi. Kulitokea nini mpenzi? Zawadi hakuweza kusema moja kwa moja, alinyanyua mikono yake juu ya kifua chake, kisha akasema kwa sauti ya kutetemeka, nimemwona e, bangili ile, bangili ye. Bangili ipi? Ile tuliyoifanyia oda miaka 15 iliyopita, ile ya Neema. Baraka e, yule msichana e Nora Anaiva. Baraka alidua. Alisogea karibu. Una uhakika? Siyo tu uhakika niliona. Iko shingoni mwake. Nilihisi mapigo ya moyo yakisimama. Ni ile ile. Wote walinyamaza kwa sekunde chache kisha Baraka akasema kwa sauti ya haraka, mwite hapa. Haraka. Tufahamu ukweli. Zawadi alienda kwa kasi kurudi jikoni. Nora alikuwa bado pale akiwa hajui kilichokuwa kikiendelea. Nora, njoo. Tuambatane, sauti ya Bi Zawadi haikuwa ya ukali kama kawaida, ilikuwa ya kushindwa, ya hofu na ya mshangao. Nora alifuta mikono yake kwa leso, akatoka taratibu akiwa na hofu, akidhani labda ametenda kosa kubwa. Aliingia chumba cha kukutania, akawakuta wote wakimtazama kwa macho makubwa. Kaa chini, Baraka alisema kwa upole. Hii bangili he, uliipata wapi? aliuliza huku akimtazama kwa umakini. Nora aliinama, akaishika bangili yake taratibu, kisha akasema, niliipata nikiwa mdogo. Bi Maria alisema, alinikuta nayo, sijawahi kujua ilikotoka ni kumbukumbu kumbu yangu ya zamani. Baraka na Zawadi waligeuziana macho. Bi Zawadi alianza kulia kimya kimya. Wewe ulikuwa na miaka mingapi ulipomjia Bi Maria? Hakuweza kujua alisema. Alinipata barabarani siku moja, alipokuwa akitafuta kuni. Nilikuwa nimeachwa peke yangu, baadaye alinipeleka hospitali nikatibiwa, akaniita Nora. Ukuta wa kimya ulitanda kwa muda mrefu, kisha Baraka alisema kwa sauti ya kutetemeka, "Nora, twende ukatuonyeshe huyo Bi Maria." Asubuhi na mapema, jua likiwa bado limefichwa na mawingu mepesi ya alfajiri, Nora alipanda kwenye gari la Bi Zawadi na bwana Baraka kwa hofu na wasiwasi mwingi walikuwa safarini kuelekea kijijini hii nyumbani kwa Bi Maria, yule mwanamke mzee aliyekuwa kama mama kwake, mlezi wake wa miaka mingi. Gari lilipita njia zilizojaa vumbi, vikundi vya watoto wakiwa njiani kwenda shule na watu waliokuwa wakiandaa mashamba yao. Hakuna aliongea sana ndani ya gari, kila mmoja akiwa kwenye mawazo yake. Nora alihisi tumbo likimcheza kwa hofu, hajui ni nini hasa kilikuwa kinaendelea, lakini alihisi kuna jambo kubwa linazaliwa. Walipofika nyumbani kwa Bi Maria hii nyumba ya matofali ya udongo yenye dari ya bati lililochakaa kidogo e, walimkuta akiwa ameketi nje chini ya kivuli cha mnazi akinywa uji wa mahindi kwenye kikombe cha plastiki kilichopauka rangi. Gari lilipoingia taratibu kwenye ua wa nyumba yake, Bi Maria aliinua kichwa, macho yake yakiwa na mshangao. Alishika uso kwa mkono mmoja, kisha akainuka taratibu, huku akijaribu kuona vizuri. Lakini muda si muda, aliona uso ule ule wa msichana aliyemlea kwa zaidi ya miaka kumi, Nora eh, akitoka ndani ya gari, akiwa amesimama kati ya watu wawili waliovaa vizuri na uso wao kujaa hofu mchanganyiko na matumaini. Nora alimsogelea mama huyo kwa heshima na upole. Bi Maria, Nora alisema kwa sauti ya utulivu, hawa ni watu waliotaka kukuona. Bi Zawadi na Baraka waliteremka kwa heshima, wakamsogelea yule mama kwa upole. Walimkaribia taratibu kana kwamba walikuwa mbele ya mtu mwenye siri ya maisha yao. Walipokaribia, Bi Maria aliwakaribisha kwenye kiti kidogo cha mbao na kuwaita wapumzike. Samahani mama, hibaraka alianza kwa sauti ya heshima. Ii, tunataka kukuuliza kuhusu huyu msichana Nora. Tunaamini kuna jambo la kipekee unalolijua kumhusu. Bi Maria aliwaangalia kwa muda, kisha akaangalia uso wa Nora kwa upendo mkubwa. Alipoanza kuzungumza, sauti yake ilikuwa na uzito wa kumbukumbu -kumbu nyingi. Nilimpata mtoto huyu kando ya mto miaka mingi iliyopita Nilikuwa nimetoka kutafuta kuni asubuhi moja baada ya mafuriko makubwa. Nilimuona akiwa amelala kwenye mchanga, hajavaliwa nguo, lakini alikuwa hai. Niliposogea niliona alikuwa na bangili ndogo shingoni ya dhahabu yenye maandishi ya jina e. Neema. Bi Zawadi alishika mdomo wake, machozi yakianza kumtiririka. Baraka alitetemeka mikononi Walitazamana na kukumbuka. Eh, hiyo ndiyo bangili waliopewa na mama yake Zawadi siku ya harusi yao kwa ajili ya mtoto wao wa kwanza. Walikuwa wameiweka kwenye kisanduku walipomzaa Neema, na wakampatia siku ya kumbukumbu kumbu. Zawadi alikata kauli kwa sauti ya kiwewe, hiyo bangili tulimpa binti yetu, alipotea kwenye mafuriko e eh, hatukumwona tena. Bi Maria aliinama, akaanza kutokwa na machozi Mungu wangu! Ikumbe kumbe, huyu mtoto alikuwa wenu, aliuliza kwa sauti ya kushangaa na huzuni. Ndiyo e eh, huyu hapa ni binti yetu wa damu i Neema wetu, Baraka alisema kwa sauti iliyokatika. Machozi ya furaha yaliwagubika wote, walikumbatiana wakilia kwa sauti hii, machozi ya maumivu, ya uponyaji, ya matumaini yaliyofufuka baada ya miaka mingi ya giza. Nora alikuwa amesimama pale bado haamini. Alikuwa anashuhudia maisha yake yakibadilika mbele ya macho yake, historia yake ikiandikwa upya. Alishikwa mkono na Zawadi na Baraka, wakamkumbatia kwa upendo wa mzazi wa kweli. Walikuwa wamepata binti yao tena, si kama msichana wa kazi, bali kama kipande cha roho yao. Hapo ndipo walipomwambia Bi Maria: Mama, twende na wewe mjini. Huwezi kubaki hapa tena, wewe ni sehemu ya familia hii sasa. Bi Maria alikubali kwa shauku, hakukuwa na kizuizi cha mapenzi kati yao. Walimpakia kwa heshima, na kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, akaingia kwenye gari kwenda kuanza maisha mapya pamoja na mtoto aliyemlea kwa wema. Usiwadharau walio chini yako, huenda ni zawadi kubwa uliopewa na dunia, lakini bado hujaitambua. Maisha yanaweza kugeuka kwa sekunde chache na yale unayodhani ni madogo yakawa ya thamani kuu. Asanteni sana kwa kufuatilia hadi mwisho. Tupatane tena katika hadithi nyingine ya maisha, hisia na mafundisho.